Jinamizi la ajali za majini limeendelea kuikumba Misri baada ya watu sita kufariki dunia na wengine kadhaa kunusurika baada ya kuokolewa kutoka kwenye maji ya Bahari Nyekundu baada ya manowari ya watalii kuzama karibu na jiji la mapumziko la Hurghada nchini Misri. Ubalozi wa Russia umethibitisha kuwa raia wake sita wakiwemo watoto wawili ndio waliofariki kati ya 45 waliokuwemo ndani ya manowari hiyo. Watu kadhaa wameripotiwa kuokolewa muda mfupi baada ya manowari hiyo kuzama. Shirika la habari la RIA Novosti limeripoti kwa kuwa ajali hiyo imetokea katika pwani ya mashariki ya Misri inayojulikana kwa mandhari yake ya kuvutia ya Hurghada nchini humo. Shirika la habari la Russia la RIA Novosti pia limeripoti kuwa ajali hiyo imesababisha juhudi za haraka za uokoaji huku watu 21 wakilazwa hospitalini wakiwemo watoto saba wenye umri kati ya miaka miwili hadi kumi na tano. Wengi wa waliokuwa ndani ya manowari hiyo walikuwa watalii wa Rusia kwa mujibu wa RIA Novosti na ubalozi wa Rusia nchini Misri. Shirika la habari la Reuters likimnukuu mamlaka nchini Misri limesema kuwa jumla ya watu 39 waliokolewa, na waliopoteza maisha walikuwa ni raia wa kigeni. Tukio hilo limetokea leo Alhamisi saa nne asubuhi kwa saa za eneo hilo, wakati manowari hiyo ilipogonga mwamba umbali wa kilomita moja kutoka pwani kulingana na taarifa ya ubalozi wa Russia. Ubalozi wa Russia nchini humo umesema chombo hicho kilichokuwa kwenye safari ya kawaida chini ya maji ili kuchunguza mwamba wa matumbawe. na Hurghada ni mji maarufu wenye fukwe kwenye pwani ya Bahari Nyekundu ya Misri, na kampuni inayosimamia safari za manowari hizo inadai kuwa na uzoefu mkubwa wa kuchunguza mandhari ya chini ya bahari katika eneo hilo. Mwendeshaji wa manowari hiyo ana timu ya wataalamu wenye uzoefu wa miaka mingi kulingana na tovuti yao, na kuongeza kuwa manowari zake zilitengenezwa nchini Finland ili kuhimili shinikizo la maji hadi kina cha hadi mita 75, kwa kuhakikisha usalama na uimara. Katika hali ya dharura, kampuni hiyo inasema barakoa za oksijeni ziko juu ya viti na maboya ya kuokoa maisha yako chini ya viti. Kampuni ya Sindbad Submarines inasema ipo manowari mbili za burudani kwenye meli yake, kila moja ikiwa na uwezo wa kubeba abiria 44 na marubani wawili, huku kila abiria akipata dirisha kubwa la mviringo la kutazama. Chombo hicho kinaweza kufika kina cha mita 25 chini ya usawa wa bahari kwa muda wa dakika 40, kuruhusu abiria kuchunguza mwamba wa matumbawe wenye urefu wa mita 500 na viumbe wake wa baharini. Kabati lake lenye kiyoyozi pia linadaiwa kuwa na viti vya starehe na vinomita vya kibinafsi vya televisheni. Mnamo Novemba, watu wasiopungua 16 walipoteza walipotea baada ya boti ya watalii kuzama katika Bahari Nyekundu kutokana na hali mbaya ya bahari. Wakati huo haikufahamika mara moja ni nini kilisababisha boti hiyo yenye ghorofa nne na iliyojengwa kwa mbao kuzama ndani ya bahari hiyo. Uchumi wa utalii wa Misri ni miongoni mwa vyanzo vyake vikuu vya mapato. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na ajali hiyo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.